Hey. Hivi unajua Dani Alves ama Dani Alves ni pasta? Dani Alves ni pasta huyu. hey, hey, hey, mchezaji wa zamani wa Barcelona mchezaji wa zamani wa Brazil sahii ni pasta Jodine, Yo te voy a servir pero tú cuida de mi casa tú toca los corazones. Najua, unajiuliza imekuwa kuwaje mpaka Alves akakuwa pasta. Kumbuka kwamba Alves alikuwa amefungwa jela miaka nne na nusu kwa kesi ya ubakaji, unaelewa, kule Spain alikuwa amefungwa four and a half years kwa sababu ya kesi ya ubakaji Inasemekana kwamba alienda club uh, akafanya, uh, akafanya ubakaji alafu akashtakiwa. Lakini venye alikuwa kwa jela, venye alikuwa kwa jela for 14 months, I think, kama nipo sawa e, wakarudi kwa, kwa court e, jaji akasema kwamba Dani Alves ana shida yoyote e, akaachiliwa kasema kwamba hakukuwa na ushahidi kwamba alibaka, unaelewa? Sasa wakamwachilia akakuwa mchezaji huru, baada ya kumhangaisha hayo yote, kufanya nini e? Kumbuka venye alikuwa jela, bibi yake alienda; kumbuka venye alikuwa jela, mali yake ilienda; kumbuka venye alikuwa jela, marafiki walienda, akapoteza kila kitu. So jaji akasema kwamba achiliwe, ana makosa yoyote, aende nyumbani. Sasa alivisa aliachiliwa, akaenda nyumbani. Alafu sijui kama walimkombenzeti anyway. sijui but sasa hivi ameamua kumtumikia Mungu, naeka video ione na kabisa. Dan Alves ameamua kumtumikia Mungu. Kumbuka kwamba Alves ni mchezaji ambaye amechezea Barcelona, Brazil, Juventus, PSG. Yes, akicheza ile time under Pep uh, uh, Guardiola alikuwa pale Barcelona na kina Messi na kina Iniesta na kina Puyol unaelewa so ni mchezaji ambaye ako na heshima zake tu, lakini wanawake kweli, shuali, mademu, mbona mnapenda kutanganyishia kutanganishia wanaume wa, wa, wa, wa, yani unaona tu mwanaume ako na pesa uamue tu umweke kwamba alikubaka, alikurep eh, shuali, kijana wenyewe aende jela apoteze mali apoteze kila kitu, mwishowe waseme kwamba hiyo kesi ilikuwa tu uonga, kuna ushahidi wewe mwenyewe. Ushamtoka, bibi yake ashamtoka, marafiki washamtoka, shuali. Sasa saa hii eh, Alves ni pasta amamua pale church anaubiri tu pole pole pole pole. Alafu mambo inakuwa sawa sawa sana. Make sure kwamba una subscribe kama una watch YouTube, lakini kama una watch Facebook pia make sure kwamba una follow popote una follow, alafu mambo inakuwa sawa sawa sana. Ndakuwa nakuletea video nyingine nikwambia mambo ya kisporti sporti tu.